Padri Kitima ameadhimisha misa ya shukrani baada ya kutoka hospitalini. Taarifa inasema kwamba katibu mkuu wa baraza la maskofu Katoliki Tanzania teki Padre Dr Charles Kitima ameadhimisha misa takatifu ya shukrani kwa mara ya kwanza baada ya kutoka hospitalini alikokuwa akipatiwa matibabu kwa takribani mwezi mmoja sasa, baada ya tukio la shambulizi dhidi yake. Taarifa inasema zaidi kwamba padrik Kitima ameadhimisha misa takatifu katika kanisa la Bikira Maria Mkingiwa Dhambi ya TEK Kurasini jijini Dar Salaam leo Juni 3 2025 baada pamoja na mapadri, watawa na wafanyakazi wengine wa sekretarieti mbalimbali kwa nia ya kumshukuru Mungu kwa kumponya. Katika homilia yake, Padre Kitima amemshukuru Mungu kwa kumponya dhidi ya shambulizi lililolenga kukatisha uhai wake, huku akiwashukuru watu wote kwa sala na matashi mema katika kipindi chote cha matibabu yake. Amenukuliwa akisema nina mshukuru Mungu kwa wema wake, pia nina washukuru watu wote walioguswa na tukio lile. Tuendelee kuombea kanisa ili lizidi kuwa imani ama imara siku zote bila kutetereka, tukumbuke Kanisa Katoliki ni taasisi inayotegemewa na watu wengi, lakini pia ni sauti ya watu wasio na sauti, ndi msindikizaji wa wanyonge. Tusali ili lizidi kuwa mwanga na matumaini ya Watanzania, ameleza Padre Kitima. Aidha, Padre Kitima amewataka wana sekretarieti ya teki kuyapokea maon mambo yote yaliyotokea, akisisitiza kuwa katika mambo yote ambayo Kanisa linayasimamia kwa ajili ya wanyonge Mungu atasikiliza. Mungu, hata ka kimya, atajibu sala za kila mmoja, hivyo tuwe imara katika kazi zetu, tukumbuke kuwa hata mitume walipata misukosuko, tusirudi nyuma, tubaki katika imani thabiti, ameongeza kusema Padri Kitima. Padre Charles Kitima alivamiwa na kuumizwa vibaya Aprili 30, mwaka 2025 na alipelekwa katika hospitali ya Aga Khan jijini Dar es Salaam nchini Tanzania kwa ajili ya matibabu. Tunamshukuru Mungu kwa kuimarika kwake. Redio Maria Tanzania, kwa maombezi ya Mama Bikira Maria, afya wa, ya wagonjwa, inaendelea kumwombea Padre Kitima afya njema, kwa msaada wa Baraza la Maskofu Katoliki Tanzania TEC, maujaji katika, katika matumaini, mama wa matumaini. Radio Maria, Tanzania hii ni taarifa kutoka kwa Kanisa Katoliki Tanzania ambapo inasema kwamba Padre Kitima ameadhimisha misa ya shukurani baada ya kutoka hospitalini. Ikumbukwe Padre Kitima alivamiwa akiwa katika makazi yake jijini Dar es Salaam na kuumizwa vibaya na watu ambao wamepewa majina ya watu wasiojulikana katika nchi yetu. Na sasa anaendelea vizuri na ameadhimisha misa uh, ya shukurani katika amba